Sisi tunajua kila timu bora lazima inakuwa na timu ambayo inakuwa inamsumbua sana. Hata Simba huwa anasumbuliwa na Tanzania Prison kwenye ule ule uwanja. Simba wamekuwa wakisumbuliwa na Tanzania Prison kwenye tena, kwenye viwanja vyote. Sio pamoja na kwamba Simba huwa anafika anamfunga goli saba Tanzania Prison, lakini sio kirahisi. Simba amewahi kufungwa pale na Mbeya City. Simba amewahi kufungwa na Tanzania Prison. Simba hadi akahamisha uwanja akapeleka uwanja wa Morogoro. Sikumbuki ni uwanja gani unaitwa pale Morogoro, akapeleka pale na akafungwa. Baada ya Simba kufungwa, uwanja ukafungiwa kuwa ni mbovu. Kwa hiyo, mimi nadhani timu bora ni lazima inapata timu ambayo itaipatia challenge kwenye kwenye ligi so kwamba, wao ukiwa bora, basi utavimudu vilabu vyote kumi na sita au ishirini. Ndio maana Young Africans ana uwezo wa kumfunga Simba, lakini hana uwezo wa kumfunga Mbeya City, umeelewa? Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.